Kwa heshima na taadhima, naomba nilete salamu za rais wetu mpendwa, naye isiye mwingine ni Dr Samia Suluhu Hassan. Rais Dr Samia Suluhu Hassani oye! oh yeah! oh yeah! Ndugu zangu, leo hii tunatembea kifua mbele kwa sababu nchi yetu ina amani, watu wameweza kusafiri, wamefika Ludewa. Nchi yetu ina umoja, sote tunaitana ndugu umoja upendo, lakini ni kutokana na kiongozi mbeba maono rais wetu ambaye yuko pale juu, naye si mwingine ni Dokta Samia Suluhu Hassan, Dokta Samia Suluhu Hasani oye. Oye, wakati tunaelekea mwisho wa mwaka, sote tunajua umuhimu wa mwaka huu. Sisi akinamama ni jeshi la mama Samia, sema sisi ni jeshi la mama Samia, Samiaaa Samia. Jirani yako, sisi ni jeshi la mama Samia sisi. Kwa mujibu wa taratibu za chama chetu cha matawala, tunapaswa kuelezea umma mambo makubwa ambayo chama cha mapinduzi kimeyafanya. Mheshimiwa mbunge ameelezea hapa miradi, barabara, zahanati, madarasa. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi katika ngazi ya mabalozi, katika ngazi za vitongoji kuelezea. Tuko pamoja, ndio humlaba huu mgoe huku chini, ndugu zangu wa kina mama ni wakwetu. Tunataka rais wetu, chama kimeshasema ndiyo mgombea wetu, apite kwa kishindo, ashinde kura za kishindo. Sisi wizara ya maliasili na utalii, kwanza ametengeneza filamu inaitwa Tanzania The Royal Tour, kuelezea umma kuhusu utalii, na hivi sasa tunapata watalii wengi pesa za ndani na pesa za nje. Ametupa maelekezo mengi. Katika mkoa wetu wa Njombe, tuna mbuga ya Kitulo, tuna mbuga ya hifadhi ya Mpanga Kipengere, lakini huku kuna fukwe za Ziwa Nyasa. Na kama aliposema mkuu wetu wa wilaya, tayari tumeanza kuvuna mamba waliokuwa wanasumbua, tayari tumeanza kuweka vizimba, na mambo mengine mengi tunaendelea kufanya. Na leo hii tutapata mafunzo maalum jinsi ya kudhibiti moto.